Matendo ya Mitume sura ya sita tuanzie mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume sura ya sita tuanzie mstari wa kwanza, nasema: hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi wa waki wa Kiunani juu ya Waibrania, kwa sababu wajane wao walikosa katika huduma ya kila siku. Wale thenashara na jamii ya wanafunzi wakasema haipendezi sisi kuyacha kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu saba miongoni mwenu walio chuliwa kuwa wema uwenye kujawa na roho na hekima ili tuweze tu, tuwaweke juu ya jambo hili, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Neno hili likawa jema machoni pa mkutano wote, wakamchagua Stefano mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu na Filipo na Pilokolo Pilokolo na Kaponori na Timoni na Pemana na Nikolao mwongofu wa Antiokia. Nafikiri niishie hapa. Swala la udiakonia halijaanza leo, limeanza muda mrefu katika Biblia. Na swala tunaloliona hapa ni kwamba kila kazi na kila idara na kila taasisi lazima kuwe na mgawanyo wa kazi. Huwezi ukafanya kazi zote mwenyewe. Kwanza e, Musa aliambiwa na mke wake kwamba utachoka sana. Kuna kazi zingine inabidi wengine wafanye, wahudumu watumike, kuliko ukashika madaraka yote mwenyewe w mchungaji mwenyewe mzee wa kanisa tikoni na vitu vingine. Ndio maana hata tumeona hapa ndugu yetu Yelu ni Mahenge anasema ofisi ni kwa peke yangu, sasa tumeongezeka. Maana yake anapata sasa wepesi wa kutenda majukumu, kwa sababu yale yote alikuwa nafanya peke yake, sasa anawachia mengine wenzake hapa tunaona kwamba mitume na wale tenasha waliokuwa wakifanya kazi ya utumishi wa kumtumikia Mungu kwa njia mbalimbali, kama Yesu alivyowachagua, walifika mahali wakalemewa, wakaona habari ya kuwahudumia watu kwa mambo ya mambo ya kimwili, kuwapatachitia chakula, huduma mbalimbali mbali, wazee kuwatunza kutoa huduma mbalimbali wakaona sasa yameanza kusahauliwa, wameshika habari ya kuhubiri injili na kufanya huduma zingine. Sasa huduma hii imekuwa ya kuwahudumia watu chakula na vitu mbalimbali, imekuwa ikisahauliwa na haiendi vizuri. Watu wananung'unika kwamba, sasa imekuweje? hatupati huduma stahiki inavyopasa, kwa nini Wakaona busara, tumechukua majukumu yote wenyewe <coughs> sasa tupate watu saba ambao wanafanya kazi ya kuhudumia pale Yerusalemu, ikuru watu wapate huduma, tunapoendelea kutangaza injili huko huku, kutisibaki kumepwaya, sibaki hakuna chochote kinachoendelea, hawa wapate huduma. Kumbuka kulikuwa na wazee ambao waweza wakafanya kazi haweza wakajihudumia wanahitaji kutunzwa na kanisa, wanahitaji kuhudumiwa, kupata huduma kutoka kwenye kanisa. Tunafanyaje sasa? Wakachagua watu saba ili wawahudumie wale, wao wanapoendelea wasipate lawama na manunguniko kutoka kwa jamii ya wale watu wa Yerusalemu. Ndipo wakawachagua hawa watu wafanye kazi ya kudiakonia, ya kuwahudumia watu. Wakagawa kazi. Tunahitaji, tunapofanya kazi ya Mungu, kugawa madaraka. Ukachukua kila madaraka yote mwenyewe, utashindwa kazi. Hata ungekuwa na vipawa na vipaji mbalimbali, utashindwa, kwa sababu vidole viko vitano, kila kimoja kina kazi yake. Kiondoa kimoja Lazima utendaji wa kazi wa vidole kushikana na kiganja utashirika. Kama ni kulima, utashika vizuri mpini wa jembe. Kama ni kuandika, kila kidole kinahusika. Utakuta unaandika kwa shida kwa sababu kidole kimoja kimepata shida na hakipo, hakifanyi kazi. Kwa hiyo sifikiri Mungu aliyeweka vidole vitano hakuwa na akili. Alijua kila kimoja kinahitaji katika utendaji wa kazi, pamoja na kwamba vipo vitano, kingine ni kirefu katika vyote. sizungumzi habari za somo la uinjilisti. Somo la uinjilisti, kila vidole hivi vitano kina huduma yake. katika zile huduma tano, kila kidole kina huduma yake hapo. kwa hiyo Kusema hii katika huduma tano, hii ni hiki hakihitajiki, basi sio huduma tano, na utendaji wake utakuwa hafifu na dhaifu. Kwa hivyo walivyoona wenzetu hawa mitume, kwamba pana kila mmoja awe na sehemu ya utendaji wa kazi pale, palipokuwa hapa yawekwa vizuri, tupatengeneze pawekwe vizuri, ndio maana wakachagua hawa watu saba ili wafanye kazi ya Mungu na kweli walifanya kazi. Baada ya hapo, hatuambiwi tupa, wala tupate habari kwamba kuitokea manung'uniko tena. Wale waliokuwa wanahitaji huduma ya udiakonia waliipata kwa urahisi na kwa kadiri ilivyohitajika kwa tatizo likaishi, na hawa wakaendelea na kazi. Kwa hata huduma hii katika kanisa letu kabla haijakuwepo Ninaamini ilikuwa labda dhaifu, kwa sababu ilikuwa inachanganya mara ifanywe na wana, kina mama, mmoja wanawake, na wa mama umoja wa wanawake mara ifanywe na idara ya wakili. Kwa hiyo baadaye kanisa likaona kuwe na msimamizi katibu maalum kwa idara hii na ndiye ndugu yetu Mahengi. Kwa hiyo tunakupongeza pia kwa kazi unazoingeea nazo na, na, na, na kila kitu. Na Mungu awabariki wote mtakaofaa, maana anasema mchague watu waaminifu wema, wenye huruma. Sasa na wale tukikuta kwenye kanisa huna huruma, sio mwema, tutakuondoa kwa sababu si sheria ipo hapa. Ndio tu na katika ya Biblia wachague watu waaminifu, walio wema. Huduma ya udiakonia inatakiwa uaminifu sio mtu anaweko. Maana watu wengi wameanzisha huduma hizi, hata kiserikali, si huduma za kuhudumia watu, lakini wengi wanaweza kuwa wanafanya kwa maslahi yao, naona anafanya kwa maslahi yao, anaeleza kwa watu, watu wanatoa fedha, wanatoa vitu, lakini vinaishia mfukoni mwake. Hapana, tunahitaji vitu tunavyovitoa na vitu tunavyoleta viwapate walengwa. Katika Kanisa la Katoliki ulianza muda mrefu sana kufanya huduma hii kwona, sisi tunahitaji tunamutegemea ndugu yetu Ilyo ni Mahenge kwamba huduma hii endelee kuwa bora na endelee kuleta manufaa kwa watu, kwa sababu pia hailengi Wakristo tu wa Moravia ni watu wote na wananchi wote. Tunategemea msaada wako kwamba utakapofanya vizuri na wenzako zaidi, Mungu atakubariki pia, hata wapungukie. Na Biblia inasema hawezi ukawahudumia watu kashinda takupata masalia katika vikapu vile kumi na mbili, na lazima mpate hata kikapu kimoja. Hawezi ukawahudumia watu wao, unalala na njaa, familia yake inateseka, hapana. Ndio maana mumeajiriwa na kanisa. Kwa hiyo tunawategemea sana sana kwamba mwendelee kupanua huduma hii. Kwa njia hiyo, mtakuwa mnamtangaza Kristo kwa watu wote, lakini pia mtakuwa mnatangaza kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la kusini magharibi, kwamba lina huduma nzuri inayowahudumia wananchi wote pasipo ubaguzi, pasipo ubaguzi. Wao wote wanahudumia wananchi wote namna hiyo kanisa la Mabatini litakuwa linatoa huduma nzuri ya udiakonia ambayo imeanzishwa na Yesu mwenyewe na sasa inakuwa baraka kwa watu na kwa wananchi wote, kwa na, kwa kwa na sisi watungaji tukasaidiane naye katika yale atakayoyaleta kwetu. Ataleta mambo mengi yanayohitaji kusaidiana na kutiana moyo na mengine yanahitaji fedha ama sikukuu ya uliagania mwezi wa kumi, tuikumbuke kwamba ni sikukuu kama sikukuu zingine zilizopo katika jimbo hili, kuiboresha kwa sababu fedha tunazotoa na vitu mbalimbali vinakwenda kuwahudumia hawa wahitaji ambao wanaishi katika maisha magumu na mazingira magumu. Kwa hiyo tuendelee kufanya hivyo ili na sisi kanisa letu tutoe huduma stahiki kwa wale wana ambao wanahitaji kupata msaada huo wenye mazingira magumu, na ambao wanahitaji msaada kutoka kwa wanadamu wenzao ambao ni sisi kanisa la Moravian, yani kupitia huduma hii tuendelee kufanya kazi hiyo kama tulivyoona kwa kifupi mahali hapa. Kwa hiyo mimi niitakie huduma hii kazi njema yenye baraka, huduma ambayo ba, imebeba baraka nyingi kwa sababu haina ubaguzi wowote, haiangalii kabila, watu fulani, lakini nawahudumia watu wote wanaostahili kupewa huduma hii. Na katika nchi yetu imekuwa baraka, baada ya serikali ni kwamba ndio wangefanya kila kitu, kumbe kanisa limebeba sehemu ya huduma hii kwa nchi yetu, kufanya kazi nzuri ya kuhudumia wanadamu na Mungu amelituma kanisa kumhudumia mwanadamu kimwili, kiroho, kiakili na nafsi yake. Pia wanadamu wanahitaji huduma, kwa hiyo tunahitaji mtu kumsaidia apate nafasi ya kuishi katika mazingira haya ambayo tunaishi hapa duniani. Hakuna ambaye anapenda kuishi mazingira magumu kwa sababu tu eti ni mlemavu. Hapana, ha kila mtu ana haki ya kupata haki zote za anazostahili mwanadamu kuzipata, pamoja na ha kwanza humo makanisani na shirikani mwetu tuendelee. Mara nyingine mara nyingi, wakati fulani, katibu wa idara ya wakili udiakonia ameomba tuwabaini watu ili tujue kila ushirika una watu hawa wako wangapi. Ndio maana kila ushirika unahimizwa kuunda kamati ya udiakonia katika shirika, ili ile kamati wabaini watu ambao wanahitaji msaada wa huduma ya udiakonia. Usipounda mchungaji, utashangaa ushirika fulani wanahudumiwa wewe wababa awadumiu si kosa la idara, lakini ni wewe wajatengenezi ni wasii. Kila mchungaji katika ushirika hakikisha kwamba idara ya udiakonia ipo na inafanya kazi, na ni haya ni rahisi tu kwa kutumia wazee wa kanisa, wao wanaishi na Wakristo watakupa idara, lakini kwa uhakika, turudi kwa uaminifu ili kusudi kazi ifanyike vizuri, kwa semina hii itusaidie katika utendaji wa kazi wa yale watakaotuambukiza na watakao tuelekeza, ili kutenda kazi katika maisha yetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nikifungue, niifungue semina hii katika jina la Mungu baba na mwana na Roho Mtakatifu, amen. Ni zungumza mambo machache tu. Naomba katibu wa idara ya uwakili, siku nyingine, kwa kwa unakutana na wa wamoravyani tu ndio uliowaita, hatuimbi tenzi tunaimba nyimbo za kitaguli siku nyingine. Tusipende kusikia hivyo, tunahimizana. Tuna kitabu cha wamoravyani cha nyimbo za Kristo zote ulizokuwa unaimba, zipo kwenye kitabu kwa hiyo mwenyewe kama balozi wetu lazima uwe na kitabu cha nyimbo za ah, ah, Kikristo na hao wadogo zako. Atupendi siku nyingine, nasema tenzi namba fulani tukiwa kwenye jumuiya ya pamoja na wengine, tunaimba tenzi. Tukiwa wamlandi, tunaimba kitabeche. Asiye jienzi na kuenzi kitu chake kinakufa.